Rais Samia atoa rambirambi kwa Jenista Mhagama. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka mawaziri wapya walioteuliwa na wabunge kuiga mfano wa aliyekuwa waziri, Jenista Mhagama, akimsifu kwa uzalendo, kujituma na dhamira ya dhati katika utumishi wa umma. Rais Samia Suluhu Hassan aliyasema hayo Jumamosi, Desemba 13, 2025, katika Kanisa Katoliki la Kiwanja cha Ndege, Dodoma, alipokuwa akitoa pole kwa waombolezaji wakati wa ibada ya mazishi ya marehemu Mhagama. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu wa Bunge, Bwana Baraka Leonard, Mhagama alifariki dunia alhamis Desemba 11, 2025, katika hospitali ya Benjamin Mkapa baada ya kusumbuliwa na tatizo la ghafla la moyo. Rais Hassan alisema kuwa taifa linapoendelea kuomboleza kifo cha Mhagama, ni muhimu kutafakari maadili na maisha ya mfano aliyoyaishi. Wabunge na mawaziri, hususan wale wapya, wasisite kufuata nyayo zake. Maisha na maendeleo hayahitaji itikadi za kisiasa. Tunapomkumbuka leo, tukumbuke pia tabasamu lake na kujali kwake kwa dhati maslahi ya taifa, alisema Rais Hassan. Aliongeza kuwa nguvu ya taifa la Tanzania imejengwa, kwa sehemu, kupitia mchango wa marehemu Mhagama, akimuelezea kuwa mtu wa kuaminika na mwenye uwezo mpana. Nilikuwa nikimuita kiraka kwa sababu popote nilipompeleka alitoshea kikamilifu Ndiyo maana ana rekodi ya kipekee ya kuhudumu kama katibu wa wabunge na pia kiongozi wa wabunge wa serikali, akitekeleza majukumu yake yote kwa bidii, alisema. Akitoa heshima binafsi, Rais Hassan alisema: Dada yangu mdogo Jenista, ulipigana vita nzuri na ukamaliza mbio. Kwa niaba yetu sote, tulio na umoja wa roho moja, tunamwomba Mwenyezi Mungu ailaze roho yako mahali pa pumziko la milele. Amina. Rais pia alibainisha kuwa Mhagama alitumia historia yake ya taaluma ya ualimu kuwalea na kuwashauri wengine na akapongeza utendaji wake wakati wa kipindi alichofanya kazi chini ya ofisi yake. Makamu wa Rais, Dr. Emmanuel Nchimbi, alisema rekodi ya utumishi wa umma ya Mhagama ilikuwa ya mfano, akiongeza kuwa wananchi wa Peramiho hawakuwa na jambo lolote la kumlaumu. Dr. Nchimbi alisema anatamani wabunge na madiwani waige kujituma kwake katika kuwatumikia wananchi na kulipenda taifa lao. Tunaingia duniani ili kuwatumikia wengine, tujitahidi kuwa mifano mizuri katika nyadhifa tulizonazo, kwa sababu hata Jenista alipokuwa waziri hakuacha kamwe kuwahudumia wananchi wasiojiweza wa Peramiho, alisema. Awali, paroko wa kanisa Katoliki la Kiwanja cha Ndege Padre Emmanuel Mtambo alisema kuwa zaidi ya majukumu yake ya kiserikali na kisiasa, Mhagama alikuwa mtumishi mwaminifu wa kanisa. Akihubiri, Padre Mtambo alisema marehemu alikuwa mfano katika huduma, kutoa zaka na matendo ya hisani, mara nyingi akiwasaidia wahitaji kwa siri, bila kutafuta sifa. Mara nyingi alikuwa akimtuma dereva wake kupeleka sadaka, lakini alisisitiza kusiwe na tangazo lolote la hadhara, nasi tuliheshimu ombi lake, alisema. Padre Mtambo alifichua kuwa vazi alilovaa wakati wa kuongoza ibada lilinunuliwa na Mhagama aliyeliagiza kutoka Kenya. Aliongeza kuwa pia alichangia ujenzi wa minara na sanamu za kanisa, ikiwemo sanamu kubwa ya Bikira Maria katika lango la kanisa. Yote yakifanywa kwa hiari. Mtoto wa kwanza wa Mhagama, Victor Mhagama, alimwelezea mama yake kama kiongozi mwenye misingi thabiti na mlezi wa kiroho ndani ya familia. Alisema alikuwa mzalendo wa kweli, aliyekulia katika mazingira yenye uelewa kisiasa kupitia mama yake, aliyewahi kuwa mwenyekiti wa kwanza wa Umoja wa Wanawake wa CCM mkoa wa Ruvuma. Aliongeza kuwa mama yake Aliamini sana katika kufanya kazi kwa bidii na uzalendo, maadili aliyoyasimamia kwa uthabiti katika utumishi wake kwa taifa na wananchi wa Peramiho.